Assalamu alaikum, kwa jina anaitwa Inspekta Makame Haji Haji, natoka makao makuu ya polisi Zanzibar. Maswali mengi na ameingiliana kifupu, ukiangalia, anatugusa sisi, anatugusa wezetu, lakini nitagusa kwa upande wa polisi. Kwanza nianze na hili naweza na nikalita na swala mama, ili kwamba sheria zinatulinda vipi kwa gender based violence cases vipi, sheria zinatulinda? Sheria kwanza ni nyingi, ambazo zinatulinda, ukianza na katiba kwanza, section namba 12 mpaka karibu 24, inazungumzia haki tu pale, kwa ujumla, ulinzi wa haki, kwamba kila, zimetajwa haki kibao pale, zikiwemo hizi. Lakini pia ukija hiyo penal act yenyewe ya Zanzibar, pia kuwepo zile pro provision tu, kuwekwa tu yale makosa. Maana yake pale, sheria inatu protect, inatulinda pale, kuwekwa zile provision, na ukaambiwa kumchukua mtoto huyu bila ridhaa au kumchukua mtu bila ridhaa yake au kufanya kitendo hichi, maana yake ni kosa hapo, ujue sheria sheria inatulinda in general, imeenda moja kwa moja kwamba kwa hiyo kwa provision hizi zikaweka adhabu, ikaweka makosa na adhabu, maana yake hiyo sheria ujue inatulinda. Sasa vipi itakulinda, ni wewe mwenyewe kuifuata ile sheria, kuifuata au kutokuifuata, ndio utapoivunja ile sheria, maana yake itakuchukulia hatua, ndio watu wasema unachukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria, maana yake sheria pale ipo, ina ina protect, kwa hiyo ni penalty, lakini ukija kwenye sheria ya ushahidi pia sheria ya ushahidi ndio imezidi kutulinda, kwa sababu ukisoma kwenye procedure za ushahidi wa agenda based violence case, ushahidi wa uzalilishaji hauhitaji hau demand corroboration. Ukisoma ile sheria inasema kwamba kesi yoyote ya agenda based violence ushahidi wake hau demand corroboration. Ukihitajika tu kwamba huu una mashiko na unamtia mtu hatiani, basi hau demand corroboration kwa sheria minsi. Ukiangalia ilivyotupa prevention pale kubwa na kutulinda, au privilege kwa kesi hizi sheria nyingi lakini, ukija kwenye sheria ya Cyber Crime Act ambayo ni mpya sasa, na juzi ilikuwa inatolewa elimu sana jeshi la polisi kwamba vipi natulinda sasa. Imekataza mambo mengi, kuwapiga picha watoto ukawarusha kwenye mitandao wakiwa uchi, wakiwa umri wa miaka 18, bado ukawapa simu ambazo hazihitaji matumizi kufika ukawapa kutumia, na hili natugusa mpaka wazee kwa sababu sisi wazee ndo tunawazalilisha watoto kwa kupitia ile sheria ya mtandao Cyber Crime Act. Kwa hiyo mithili sheria hivi vinavyotulinda. Lakini sheria ni nzuri na zipo na sisemi mimi sheria kama zimepitwa na wakati au zitosheleze. Sheria tulizokuwa nazo ni nzuri na hazijapitwa na wakati. Lakini sisi wenyewe sasa ile implementation sasa ile sheria yenyewe. Je, yeah, tunaifanyia kazi na matakwa ya sheria yanavyotaka au tutasema tu sheria haitoshi. Je, sisi tumechukua juhudi gani, ile juhudi equip himself kwa kuizingatia ile sheria inavyotaka ile matakwa yake. Hapo sasa hiyo ni juti yetu sisi, lakini sheria iko vizuri. Lakini ukija kwenye sheria ya mtoto wenyewe, sheria kule ya mtoto inakupa mpaka kwenye majina uchague majina mazuri kuwapa watoto, mpaka yule parents wazee wale, both parents have a duty how to protect your your children or your family. Imekuwekea mazingira sheria ya mtoto mazuri kabisa, inakupa miongozo yote, mtoto mlee vipi, umpeleke wapi akiwa na umri gani, umpe jina gani. Kwa hiyo sisi wenyewe tujitathmini, lakini sheria zote ni nzuri. Naona hilo hilo moja, na sidhani kwa hapo limejibika, lakini hata ukisoma